Jamani, hii ni kofia, ni kofia ambayo unavalia wigi. Ila utofauti wake, hii imeshonelewa pale palepale, kwa Kiswahili halisi kwa Kiswahili fasaha kwa Kiswahili rahisi imeshonelewa, ni mm, kama sumakwe yes ina ni grip, wazungu wanaita ni grip, ila kwa Kiswahili halisi, shoga yangu, soge hapa, hii kofia ina gundi, gundi isiyoisha, yani ina sumaku ya kukamata wigi. Yani we kama uko kama mimi ambaye hupendi kubandika na kubandua, kubandika na kubandua, kubandua kubandika, basi hii ni yako. Kama una wigi ambalo unahitaji ulibandike na gundi, unahitaji msaada wa kushikishwa ulibandike vizuri sijui, basi hii hapa inakufaa sana. Hichi ni kikofia tu unavaa, na hapo katikati, nadhani unaona kabisa jinsi ambavyo kina uwazi wa mzuri kabisa, ambayo hata kama ni wigi lolote unaweza ukapasua, unavyoweza vile vile. Kama unavyoona ina sehemu ambayo ina adjust, unafunga mhm, mm, inakaa vizuri kwenye kichwa chako. Ina sehemu ya sikio kiasi kwamba yani, the way utakavyoivaa hi kofia ya ndani ndivyo ambavyo kofia yako nani wigi lako litakaa vizuri kabisa. E, ku, ina sehemu ya ku kwanza, ina, ina protect ngozi ya kichwa chako inafanya ngozi yako yani, inafanya nywele yako kuwa katika usalama, inapumua, hautajaa kwa jasho kwamba e, hewa hakuna, basi inapumua mm -hmm. Alafu kabisa ayumizi. mm -hmm. Inashikilia wigi kwa aina yoyote ile ya hali upepo, sijui nini <laughs> aficha po cha katikati, hicho kitamba cha katikati nadhani unakiona kinaendana kabisa na rangi ya ngozi yako na rangi ya ngozi ya kichwa chako, kwa hiyo hata kama itakuwa ita kwamba, unavaa snaona, wigi huyu hapo mdada halina gundi, ila akivaa hapo tapu nina ganda kama utataka taka utengeneze mwenyewe. Sasa hivi vibebi nani nani nani unaweza kutoka viweka kwa kwa jeli, unaona rangi ziko tofauti tofauti. Kuna hii hapo rangi ya kung'aa hiyo inaitwa si beige e, kuna hii hapo inaitwa nini hiyo? ile brown, ila hapo katikati panakuwa na panakuwa pa, pako pa laini eh nchi za kutosha tu hapo mbele ambazo unaweza kujikatia mwenyewe ukakata kama hii. Ni tofauti na ile ya kwanza, kwamba ni kabendi, tunapitisha hii, ni unavaa kabisa kikofia, kama kikofia. Kwa hiyo you don't need kuvaa kofia mbili e, kwamba bendi na kofia, hapana. Hii unavaa tu mara moja, hautaki kukikosa. Huwezi kukikosa jamani, haya, weka oda yako.